Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tunaendelea til na somo la tilawati al-Quran kwa transliteration na translation na tafsiri yake kwa uchache. Leo tuko katika suratul Maun, yani ara'aitalladhi. A'udhu billahi min ash-shaytani rajim.

herufi ambazo unatakiwa uzitaje mdomo ukiwa hujautia ule uzito mkubwa, wala hujajazwa. Sio kadhi, ara ait alladhi yukadhibu biddin. Sio za fadhalika, alladhi yadul yatim <tipin>

kwa una maana yetumia wow, hizi masafa ayo makini kusikiza hizi audio maanake ukienda okay, tu utasema wala yahudu wala yahudhu ala taamil miskin. Hapo ni ta sio taamil ta miskin lmiskin fawailu lil musallin alladhina hum an salatihim sio sa. So, sala sa s sa an salatihim sahun alladhina hum yuraun wa yamna'un alma'un. Hapo tumeangalia kwa hiyo Quran transliteration, tuangalie na Kiarabu chenyewe, bismillahi rrahmani rrahim

wayamnaunal maun. Naam, na sura moja muhimu sana ambayo ndani yake kuna mafunzo mengi kabisa. Baada ya kujifunza sura hii, tuangalie sasa na tafsiri kidogo ya sura hii. bismillahir rahmanir rahim, araita alladhi yukadhibu bi Je, umemwona yule anayekanusha malipo ya siku ya mwisho? Ah, asiyeamini malipo ya siku ya akhira. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim, basi huyo ni yule ambaye anayemsukuma kwa dhulma yatima. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim Yadul yatim, yadul yatim, wala yahudhu ala taamil miskin wala, wala haijizii wala hasisitizi kulisha maskini. Wala yahudhu ala taamil miskin, wala haijizii wala hasisitizi kulisha maskini, wala hajihimizi kuwalisha maskini, wala hawahimizi maskin. maskin. wengine Fawailu lil musallin, basi adhabu kali itawathubutukia wanaoswali. Basi ole wao wanaoswali. Alladhina hum an salatihim sahun, ambao wao wanaghafilika na swala zao, wanapuuza maamrisho ya sala zao, kama kuwafanyia wema viumbe wenzao. Swala inakuamrisha kufanya matendo mema nasa ufanyi hivyo vitendo. alladhina hum an salatihim sahun, alladhina hum yuraun, ambao hufanya mali zao ili watu wawaone tu, ambao hufanya matendo yao ili watu wawaone tu, yani wanafanya unafiki kujionyesha kwa watu. alladhina hum yuraun wayamnaun lmaun. Na wanazuia vitu vidogo vya kusaidia, mahitaji madogo ya jamii, yaani nao hunyima misaada, yani manake ya sala zao hazina faida kwa wao. Mafunzo tunapata katika sura hii ni kwamba kukanusha akhera kuna haribu tabia. Aliyekosa imani ya siku ya mwisho, matendo yake ni mabaya sana humdhulumu yatima, hatilii mkazo msaada wa maskini. Inafundisha kuwa imani ya kweli lazima ionekane kwenye vitendo. araita alladhi yukadhibu bidini, umeona yule ambaye anayekadhibisha dini, asiyeamini malipo ya akhera. Kwa hivyo, imani ya kweli lazima ionekane katika vitendo. Kwa hiyo, kama mtu anasali, alafu kwenye matendo mengine hatekelezi, inaonekana ana upungufu mkubwa kwa hiyo huyu anakuana kama anaikadhibisha dini. Pia tunaona uadilifu kwa mayatima na maskini. Uislamu umeweka kulinda yatima na kusaidia maskini kuwa ni kipimo cha ucha Mungu. Qurani natufundisha kwamba tusimdhulumu yatima wala usimkemee maskini. Katika sura Dhoha, aya tisa na aya ya kumi tutakutana na mafunzo kama hayo. jambo jingine Swala sio majina tu bali ni ikhlas na kuhudhurisha moyo katika hiyo swala yako. Kuna wale wanaoswali lakini kwa uzembe au kwa kujionyesha, hawa wameonywa vikali katika sura hii, hawa wameonywa vikali katika sura hii. Swala ya kweli humfanya mtu awe mnyenyekevu na mwenye tabia njema. Lakini pia jambo jingine tunajifunza kwamba unafiki ni kitu hatari sana kwa swali ili kuonekana na watu ni ria. Mtume amesema jambo linalowaogopea li zaidi kwa umma wangu ni shiriki ndogo, wakauliza, ni ipi ewe Rasulallah? Akasema, ria, yani fanya matendo yako kwa kuonekana, sio kwa kujionyesha. Namna kama hivyo hivyo, ikhwan wa hababa na ikram, Suratul Maun ni... Almaun ni msaada mdogo, kama chombo cha jikoni, kama maji, chumvi zana ndogo. Mtu akizuia anaonyesha ubinafsi mkubwa. Kwa hivyo, Allah tabaraka wa taala atupe taufiki ya utekelezaji sura hizi, tujitahidi kuzielewa na maana zake na tuzifanyie kazi kivitendo kwenye maisha yetu, tuzitumie kwenye swala zetu, namna kama hivyo. Usisahau kusubscribe na tukutane katika sura itakayofuatia na jiunge na darasa zetu kwenye WhatsApp.